Uh, habari. Uh, nataraji uko poa, hasa miongoni mwa swali vijana wengi watu wengi wanajiuliza, je, kwa nini nafasi za JKT zimechelewa? Au hizi ni sababu zifuatazo ambazo zinaweza kufanya nafasi za JKT zichelewe. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kuangalia video yangu, tafadhali subscribe, share video hii lakini pia usisahau ku like. Sababu namba moja ni sababu ya mipango ya kitaifa. Mipango ya kitaifa mfano hapa unaongelea vitu kama sensa, uchaguzi wa mwaka huu. Vitu kama uchaguzi vinaweza kubadilisha ratiba. Kwa hiyo, namba moja ni vitu kama vile mipango ya kitaifa inaweza ikaathiri timetable au ratiba za shughuli husika kama vile JKT. Sababu namba mbili ambayo inaweza ikapelekea ni mabadiliko ya mfumo au vigezo Mfano, namna ya kuweka vigezo, labda umri huu hapa hadi huu hapa, ndio umri sahihi unaotakiwa na JKT. Hivyo vigezo pia vinaweza vikachukua muda mamlaka husika kuviset au kuviweka. Lakini pia hatuwezi tukajua, maybe mamlaka husika JKT wanataka kubadilisha namna nyingine ya kuomba nafasi hizo. Kwa hiyo mabadiliko ya mfumo na mabadiliko ya vigezo yanaweza kuwa sababu hizi nafasi za JKT zikawa delay, au zikachukua muda kidogo. Aa, asante kunisikiliza mpaka time hizi, jamani. Kumbuka haya ni mawazo yangu mimi kama mimi. Hayahusiani na mamlaka husika. E bwane, nikutakie siku njema, kila laheri. Mwenyezi Mungu akubariki na akufanyie wepesi katika mambo yako. Kwa heri.